Mapenzi bila majivuno. Kenan alikuwa kijana wa umri wa miaka 25, mrithi wa utajiri mkubwa baada ya wazazi wake kufariki kwa ajali ya ndege. Alikuwa na kila kitu mtu anaweza kutamani: magari, majumba, pesa, heshima, lakini hakuwahi kupata amani ya moyo. Kila msichana aliyekuja katika maisha yake alionekana kuwa na macho ya tamaa. Hakukuwa na anayempenda kwa moyo, bali kwa mali. Alijeruhiwa mara nyingi na wanawake waliovutiwa na maisha yake ya kifahari. Hatimaye alichoka. Alitaka kujua kama kuna mwanamke anayempenda kama binadamu si kama benki inayotembea. Akaamua kufanya jambo la ajabu, ajifanye chizi wa kweli hadi watu waogope hata kumkaribia, na hapo ndipo angemtambua anayempenda kwa moyo wa kweli. Kenan alisafiri hadi mkoa mwingine na kujibadilisha kabisa. Alivaa nguo za kuchakaa, alijichora uso kwa mkaa na manjano, akavaa viatu vya rangi tofauti na kujitengenezea nywele zilizofumuka kama kichaka. Alijifunza kucheka bila sababu, kuongea na miti kana kwamba ni marafiki na kujirusha hovyo barabarani. Alijenga taswira ya kichaa wa kuogopesha. Alifika kijiji cha Itende akiwa mchana kweupe, akipiga kelele za ajabu. Watoto walipiga yowe na kukimbia. Watu wazima walimkimbia pia wakimtupia mawe au wakimpigia kelele za kumfukuza. Aliishi karibu na dampo la kijiji akila mabaki ya chakula na kulala kwenye turubai. Hakukuwa na hata mtu mmoja aliyemkaribia kwa wema, kila mtu aliona chizi si binadamu. Lakini siku moja mvua kubwa ilinyesha na Kenan akiwa amenyeshewa hadi kuvimba, alikaa kwenye kona ya kibanda cha mbao akitetemeka. Wakati huo, msichana mmoja kwa jina Neema alipita akitoka sokoni. Alipomwona, watu walimwambia asimkaribie, lakini Neema alisimama, alimpa leso ya kufutia uso na aliposema, unaumia lakini unajificha. Kenan aliguswa. Kwa miaka mingi hakuwahi kusikia huruma ya kweli kwa sauti kama hiyo. Siku zilivyopita, Kenan alianza kujitokeza karibu na Neema, alimsaidia kulima, kuchota maji na kuchunga mbuzi kwa mbali. Alizidi kuigiza kichaa lakini tabia ya Neema haikuwahi kubadilika. Hakumcheka, hakumkimbia wala kumchukia. Alimchukulia kama mtu isi kiumbe wa ajabu. Watu wa kijiji walimwonya Neema wasiwe karibu na kichaa huyo. Wengine walimwambia hatapata mume mwenye akili akiwa anakaribiana na mtu wa namna hiyo. Lakini Neema aliendelea kumwona Kenan kama mtu aliyejeruhiwa ndani si chizi wa kweli. Siku moja Kenan alikaa na Neema chini ya mti wa mwembe, akavua nywele za bandia, akafuta rangi usoni, na kwa mara ya kwanza akasema kwa sauti yake ya kawaida, mimi si kichaa. Nimeishi kama mnyama ili nijue nani atanionyesha utu. Wewe ni zawadi ya moyo wangu. Neema alilia kimya kimya, kisha akasema kwa sauti ya upole, sijali ulikuwa nani, nimekupenda bila kujua jina lako, nitakupenda hata nikijua kila kitu chako. Kenan alirudi Arusha, akachukua magari, nguo, zawadi na mialiko ya harusi. Alirejea kijijini kwa neema na kufunga ndoa mbele ya watu waliowahi kumcheka na kumkimbiza kama kichaa. Alijenga shule ya wasichana kijijini na neema akaongoza kituo hicho akiwa mkurugenzi wa moyo, si cheo. Mlango wa shule hiyo uliandikwa maneno, mtu hawezi kupimwa kwa sura wala mavazi, bali kwa upendo wake usio na masharti.